Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, uh, huku uh, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akidai maisha yake yamo hatarini, Bunge la Mwananchi likiongozwa na mwenyekiti wake Lawrence Oyugi, sasa linamtaka aandikishe ripoti na maafisa wa DCI kuhusu madai aliyotoa dhidi ya serikali, ikiwemo kuhusika kwa Rais William Ruto katika ufisadi na kuwa kuna mtagusano na makundi ya kihalifu katika taifa la Sudan. Wanachama wa bunge hilo wanasisitiza kuwa Madai hayo yalikuwa mazito na yanayohatarisha uhusiano wa Kenya na mataifa mengine wakimtaka aandikishe ripoti, la sivyo achukuliwe hatua kwa kutoa madai bila ushahidi. Bunge la Mwananchi demands that Mr Gachagua must face the full force of the law. Bunge la Mwananchi. These erroneous and misguided remarks have the potential to destroy the stature of Kenya As a responsible and a respected member of the international community. DCI achukua hatua kali sana, wasilale usingizi, wamchukulie Gachagua eh, kwa, kwa kina kabisa, wamhoji apeane wananchi wa Kenya, ama alioshe jina lake. Ni vipi anajua RSF kwa sababu sisi wengine hatujui haya mambo anayezungumza. Wakenya wajue ukweli uko wapi, kwa sababu akiongea inaonekana ya kwamba labda ana ukweli so sisi tunataka DCI amhoji we are giving the director of criminal investigation three working days failure to do so we shall institute again our constitutional right article 37 freedom of demonstration to pass petition to public authority